Mgombea wa upinzani wa Cameroon, Issa Tchiroma Bakary ametangaza ushindi mapema katika uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 12, akimwomba Rais Paul Biya ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo minne kukubali matokeo. History. Election Cameroon chombo huru kinachohusika na usimamizi wa uchaguzi na mahakama ya katiba bado havijatangaza matokeo yoyote. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutolewa mwishoni kabisa mwa Oktoba 26. Chama cha Rais Biya, Cameroon People's Democratic Movement, CPDM kimekataa dai la Tchiroma. Gregule Owona, katibu mkuu msaidizi wa CPDM, amesema mgombea wa upinzani hakushinda na hana matokeo kutoka vituo vya kupigia kura. Tchiroma amesema atatoa ripoti ya kina ya kura kwa kile eneo katika siku zijazo. Waziri wa utawala wa ardhi Po Atanganji alionya wiki iliyopita kwamba kutolewa kwa matokeo bila idhini kungechukuliwa kama kesi kubwa ya usaliti. Mgombea huyo wa upinzani mwenye umri wa miaka sabini na sita alikuwa msemaji wa serikali na waziri wa ajira chini ya Bia, lakini aliondoka serikalini mwaka jana kuanza kampeni yake ya urais. Kampeni yake ilivutia umati mkubwa wa watu na kuungwa mkono na muungano wa vyama vya upinzani na makundi ya kiraia. Wachambuzi wamesema ushindi wa Bia mwenye umri wa miak na miwili umekuwa ni jambo la kawaida kwani upinzani bado umegawanyika na mpinzani wake mkubwa alizuiwa kuwania mwezi Agosti wagombea 11 wa upinzani walikuwepo kwenye karatasi ya kura ya uchaguzi wa Oktoba 12 Biya ndiye rais mzee zaidi duniani amekuwa madarakani tangu 1982 karibu nusu ya maisha yake na hivyo kumfanya kuwa rais wa pili wa Cameroon tangu uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960 katika miongo ya Biya madarakani, taifa la kati mwa Afrika lenye takribani watu milioni 30 limekumbwa na changamoto kutoka harakati za kutaka kujitenga magharibi na ufisadi sugu uliokwamisha maendeleo licha ya rasilimali tajiri kama mafuta na madini. Takribani wapiga kura milioni nane walikuwa na sifa ya kupiga kura katika uchaguzi wa Kameruni ambao unatumia mfumo moja, amba poraisi, wa duru mmoja ambapo rais hutangazwa mshindi kulingana na mgombea aliyepewa kura nyingi zaidi katika uchaguzi wa rais wa 18 kiongozi wa upinzani Maurice Kamto alidai ushindi siku moja baada ya kura, baadaye alikamatwa, hali iliyopelekea maandamano na wafuasi wake wengi kufungwa. Biya alishinda kwa urahisi na zaidi ya asilimia sabini ya kura katika uchaguzi huo. Hii ni Poa Africa.